sumbuka lakini tunashukuru kwa sababu matumaini yetu yote yako kwako, Baba mwema, tunaomba ibada yake ikaanzie kwako ikafulizwe na kumalizekia kwako. Tutakaposikiliza neno lako, kwa neema yako kubali kututia moyo kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tuketi chini tafadhali. Wakati kama huu ni wakati ambao tuna maswali mengi ambaye hatuwezi kuyajibu. Mambo mengi tunajiuliza kwa ajili ya maisha ya ndugu wetu Edwin, lakini kuna kitu kimoja ambaye tunastahili kujijibu: Mungu kwetu ni nani? Wakati huu, katika Zaburi ya 46 na mstari wa kwanza, Daudi anatukumbusha anasema ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Wakati kama huu, dunia imetetemeka, hata sisi tumesumbuka, hatuna mas, majibu kwa ajili ya mambo ambayo imetupitia imetupata lakini, nataka kukukumbusha Mungu ani nani kwako. Wakati kama huu, wacha Mungu awe kimbilio kwetu. Kimbilio ni pahali ambapo mtu akiwa na shida na matatizo akienda pale atapata usalama. Biblia inasema jina la Yesu ni ngome imara wenye haki ukimbilia wakawa salama. Ni kwa Mungu peke yake ndio tutapata usalama kwake wakati huu. Bali pengine pote pametereza, majonzi ni mengi, tunasumbuka, lakini kuna usalama kwa Yesu Kristo. Hata usalama huu wa Yesu Kristo unatuhakikishia tumaini la uzima wa milele. Jambo la pili, nataka kusema ya kwamba nimekukimbilia, ewe Bwana, ili nisiaibike milele. Mimi nashuhudia ya kwamba nilipokuwa mchungaji mwaka jana kwa parokia ya Emmanuel Nasokol. Huyu ndugu wetu alihudhuria ibada mimi nikishuhudia mara tatu na mimi najua alimkimbilia Bwana. Na ukimkimbilia Bwana utapata usalama wa kutosha. Nimekukimbilia ewe Bwana, ili nisiaibike milele. Hata siku ya mwisho ukimkimbilia Bwana, jina lako litapatikana katika kitabu cha uzima. Naomba sisi ambao tuko hai tumkimbilie Bwana. Jambo la pili, Mungu kwetu sisi ni nguvu. Nguvu ya kila kitu iko na mwisho wake. Nguvu ya mwanadamu iko na mwisho wake. Nguvu ya fedha iko na mwisho wake. Nguvu ya marafiki iko na mwisho wake. Lakini Yesu Kristo ambaye ni nguvu yetu alisulubiwa. Siku ya tatu akafufuka aka kwenda mbinguni akashinda kifo na mauti mm -hmm. Na akapaa mbinguni akasema, yeyote aniaminie hata kama hajakufa atakuwa hai, kwa sababu Yesu alishinda kifo na sisi, yeye ni nguvu yetu, hata sisi tutashinda kifo ndani ya Yesu Kristo, na siku moja wale ambao wametutangulia tutakutana nao. Ninaomba ya kwamba wacha yeye awe nguvu yetu. Jambo la mwisho, Mungu ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ukiangalia kushoto, inaonekana giza, ukiangalia mbele, inaonekana giza, lakini naomba tuangalie juu. Daudi akasema nitainua macho yangu, nitazame nayo milima, msaada wangu utatoka wapi? Na Biblia inasema msaada wangu utatoka kwa Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa maisha ya ndugu yetu Edwin, naomba ya kwamba Mungu awe kimbilio letu, awe nguvu yetu, na awe msaada wetu. Tunapomsindikiza, tujua ya kwamba alifanya maamuzi yake na Mungu, na hata sisi tufanye yalio yetu. Tuhuzunike lakini tukiwa na matumaini, tuhuzunike lakini tujua ya kwamba Mungu ni nguvu yetu. Yeye ye ni kimbilio letu na msaada wetu. Na Mungu wa amani awe pamoja nanyi, awatie moyo, awafariji na awape nguvu. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, zidi kutufariji ukitutia moyo. Baba mwema, nena pamoja nasi, utupe amani na utuongozi, kwa Kristo bwana wetu Amen.